Katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji duniani mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea wametambulisha mradi wa maji unaogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni moja utakaonufaisha wakazi wa mtaa wa London na Sinai na kupunguza magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. Akizungumza na wananchi kwa nyakati tofauti, kaimu mkurugenzi wa uzalishaji SOUWASA Injinia Jafari Yahaya amesema mradi huo ni utekelezaji wa upanuzi wa huduma za maji katika maeneo ya Sinai na London ndani ya manispaa ya Songea ambao unatekelezwa kwa mwaka mmoja huku ukiwa na lengo la kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji safi kwa wakazi 5883. Ndugu zangu, sisi mamlaka tumekuja kwenu leo kwa ajili ya kutambulisha mradi wa maji eneo la Sinai na London katika manispaa ya Songea. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea SOUWASA inatekeleza mradi wa upanuzi wa huduma ya maji katika maeneo ya Sinai na London manispaa ya Songea. Mkataba wa utekelezaji mradi huu ulisainiwa tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2025 kati ya SOUWASA na mkandarasi Estate Contractors Company Limited na kuanza kutekelezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia tarehe kumi na nne mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano. Mradi huu unalenga kuboresha upatikanaji wa maji safi kwa wakazi 5883 wa maeneo ya Sinai na Mangua na London ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa uhakika. Shughuli za utekelezaji mradi huu utahusisha: moja, uchimbaji wa visima viwili vya maji na kufunga pampu katika eneo la Sinai; mbili, 2 ujenzi wa nyumba za pampu mbili katika eneo la Sinai; tatu, ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lita laki mbili katika eneo la Sinai; nne, Ujenzi wa mtandao mabomba makubwa na madogo kukusambaza maji kilomita 64.9 ambazo kilomita 20 kwa ajili ya London na kilomita 44.9 eneo la Sinai na Mangua. Ya mwisho ni kufunga mfumo wa kutibu maji katika eneo la Sinai. Ndugu wananchi, gharama ya kutekeleza mradi huu ni shilingi bilioni moja milioni mia tano tisini na sita elfu mia sita ishirini na saba mia sita sabini na tano. Fedha hizi zinagharimiwa na serikali ya Tanzania kupitia bajeti ya maendeleo ya sekta ya maji kwa mwaka wa fedha 2024 2025. Kwa upande wa wananchi wameeleza furaha yao juu ya ujio wa mradi huu wa maji safi kwani wamekuwa na changamoto ya watoto wa kupoteza maisha kwa kudondoka kwenye visima ambavyo wanachimba ili kujipatia maji, hivyo ujio wa mradi huo utapunguza adha hiyo, huku wakimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumtua mama ndoo kichwani. Mimi naitwa Suzana, naitwa Suzana Mapunda Mta, kutoka mtaa wa Londoni. Kwa hiyo kwa, kwa mimi binafsi upitia kwa niaba ya wananchi mimi nimefurahi sana, na tutashukuru kwamba itawasaidia na pili, magonjwa mengi yataepuka na pili, shida zile za watoto kutumbukia kwenye visima kwenye nini, yote itakuwa imeepuka. Kwa, kwa, hiyo tunashukuru na tunaupokea kwa mikono miwili na tunaomba tu mtusaidie kwa wakati na kwa haraka kulingana na shida ya maji kweli, ni wananchi shida hii ni ipo So sio kidogo, ni sana tu. Kwa hiyo mimi sina la zaidi, namshukuru sana mkurugenzi pamoja na wote SOASA nzima na pamoja na rais wetu Samia Suluhu Hasani. Tu Asha Mohamed Tembo ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Amani, mtaa wa Londoni. Nawashukuru sana nawashukuru sana watu wa SOASA manispaa ya Songea. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mama Samia Suluhu Hasani kwa kuja leo kuja kututua ndoo sisi wa mama wa Londoni. Tumehangaika sana tena sana. Kwa majina, naitwa Koleta Kasiani Mapunda, ni mwenyeji wa mtaa wa Sinai. Nimefurahi sana kupata huu mradi wa maji, kwani kama mimi ni mama, tunateseka kwa miaka mingi sana kutokana na maji. Hapa Sinai tumetumia maji ya visima ya kuchimba, ambayo tunatumia kwa ajili ya kupika tu, na tunatafuta danida ambazo ziko mitaa mitatu, na hiyo danida tunachota maji kwa kulipia kama haya ambayo mnatuletea tunashukuru sana. Kama mradi wa maji umefika kwetu, tumefurahi sana. Tunapo tufanikishe ili tupumzika na kero ya maji na matesa ya kuiwa ha, ndoo kichwani. haitwa aitwa Wayata Gerodi Mbawala. Nashukuru sana kwa mradi huu mliotuletea hapa jijini kwetu. Tunashukuru sana Mama Samia kupitia uongozi wa diwa, mbunge wetu Ndumbaro Damasi. Nashukuru kwa diwani wetu Joseph Yobo. Tunamshukuru sana mama Samia. Tunamshukuru sana kwa kutufikiria swala kama hili. Tulikuwa tuna shida sana ya maji. Asante sana. Ma